Mapambano kati ya Israel na Iran yameingia katika wiki ya pili huku pande zote mbili zikirushiana makombora mazito na droni. Mashambulizi ya Israel yameua viongozi wa jeshi la Iran na kuharibu miundombinu ya nyuklia. No. Mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya Iran, mbali na kuwaua makamanda wa juu wa jeshi la Iran, yamewaua mamia ya watu, wakati kwa upande wa Tel Aviv kukiripotiwa kuwa zaidi ya raia 20 wameuawa. <coughs> Katika shambulio la karibuni zaidi kwa upande wa Israel, hospitali kubwa ya Beersheba kusini mwa taifa hilo imeshambuliwa huku Iran ikisema kuwa kusudio lake lilikuwa kuishambulia kambi ya jeshi na kituo cha intelijensia na si hospitali. <mulia> Huko Teheran mapema Alhamisi, jeshi la Israel limearifu kuwa limeshambulia moja ya miundombinu muhimu ya kimkakati karibu na mji wa Arak muda mfupi baada ya tahadhari iliyotolewa na Israel kuwataka wakazi wa mji huo kuondoka. Wakati hayo yakiendelea, Rais Donald Trump ameendeleza utata kuhusu ikiwa Marekani itaungana na Israel kuishambulia Iran. Katika kauli yake ya Jumatano, Trump alisema huenda kajiunga na mashambulizi hayo au asifanye hivyo you. Kwa upande wake kiongozi wa juu zaidi wa Iran Ayatola Ali Khamenei ameapa kuwa ikiwa Marekani itahusika kijeshi kuishambulia itapata madhara ambayo hayawezi kurekebishika. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimu Wanjiro.